Kiku, lacho kiku bwana kiku maukoni Bwana James. Naam, mzee, ombi lako ulokuwa unaniomba liko sawa. Nitakupatia mtaji na mahali pa kulala, kupo kuna chumba huko nitakutengea kwa ajili ya kulala. Shukrani sana mzee, shukrani sana, sana. Haina shida, na kingine labda nakusisitiza kuwa makini na biashara yako unaoifanya, maana kuna maisha mengine baada ya biashara. Inatakiwa wewe uwe na kwako. E, e, ni kweli mzee wangu. Basi sawa, wewe utakapokuwa tayari kibiashara, basi utaniambia nikupe huo mtaji. Hilo halina shida mzee, yani mimi hata sasa hivi hapo, hata sasa hivi mimi <mimu> nipo tayari kwa sababu nishachoka kukaa tu bila kazi. Mzee wangu, basi sawa, haina shida, nitakupatia haya. Sawa. Mm. Shukrani mzee wangu, asante. Hey, Mungu Baba nijalie biashara niende nkayuzi na zinaishi watu wagombanie wale, niweze kuongezewa mtaji <coughs> na bosi <posu> wangu <coughs>

japo kidogo subira naivuta, sio siyo, uongo. Maisha magumu sio kitoto, ndio shao malaba. Jambo jambo, pole na kazi. Nishapoa. Vipi mm. Mm, maendeleo ya kazi yanasemaje? Ah, Mungu huyu ndio anapaswa kushukuriwa Yani sijakaa ya nkaamini kabisa nimefika Dubai. E, e, mteja anaomba moja nampa mawili, akiniomba mawili nampa manne. Yani biashara imekuwa rahisi, sikutarajia mzee wangu kwa kweli. Yani ya sijataja nimefika tu hivi imegombaniwa <manyolita> huku na huku, yani biashara imeenda vizuri. Ngoja hey, nikuonyeshe Haina shida, kwa kweli, kazi imefanyika. Ha, nashukuru sana bwana. Sasa naam, nataka nikupe mtaji mkubwa, ili kama mwendeleo wenyewe ndio huu, itakuwa vizuri sana. Nakupa mtaji mkubwa kidogo, ili pesa iendelee kukua zaidi. Mungu akubariki, Mungu akuweke na wewe pia Mungu akuweke. Haya, haina shida. Ah, kijana huyu anafaa siku leo tu, elfu ishirini huyu, inabidi nimpe mtaji mkubwa. Hili ni jembe, sijui lakini

tano sita saba nane tisa kumi, kumi na moja kumi na mbili zote hizi. Ufanya biashara ya matunda, kuna zana za biashara nyingine? Hapana, sisi ufanya biashara ya matunda kwa ile hela mtini, na hata nikienda kuligoba

Sema nimeziacha kwenye begi, ukimwaga kanga sasa tunalipa nani? Wenzao atembea naye kwenye pochi. Nige namba yako na kutumia sio muda mrefu, yaani nakwambiaje, nakupa hizi namba hapo. dakika tano zikipita, wakati unaondoka na block namba, kama hujatuma hela. Sasa hiyo swala hilo tu sasa sifuri sita sifuri sita tisini na tatu tisini na tatu tisini na sita tisini na sita thelathini na sita thelathini na tisa, mama yangu thelathini na sita ah, thelathini na sita sitini na moja sitini na moja e. Yani dakika tano zikipita, hujatuma na kublock. Yeah. Uso hivo, umekosa nuru najiona siko huru, naishi kama kunguru, dunia imenelemea, mola nione japo kidogo, subira naivuta sio uongo, maisha magumu sio kitoto, nyumbani Halo, yes. Wewe ni alo? Naambie, mi ndo ule kijana ulionipa namba ya simu ukisema. Kijana sikuelewi, we nani? Kijana gani? Mi ndo ule kijana ambayo nilikuwa na kutumia pesa baada ya dakika tano. Ah, kumbe ndo wewe ehe. Nilikuwa nauliza jina unalotumia uliosajilia ala hii namba ili niweza kutumia kiasi cha pesa. Jina linatoka Zuberi Mkinga Zuberi. Nani? Zuberi Mkinga Zuberi. Anakutumia pesa sio muda mrefu. Aya, sawa. Yeye nikajua utani, kumbe anatuma kweli. Subiri nione kiku lacho kiku maukoni wasa macho wala sioni Amejitahidi F80. Oh, so so so eh. Umeiona? Hey, wow. Nimeiona sasa, huo ndo uwanaume kuliko maneno mengi. Alafu hela una asante. Si nilikuambia, lakini wewe kuweza kuamini kama nimesahau hela kwenye begi. <coughs> <coughs> Aya, sawa basi, fanya kesho tuonane. Saa ngapi utakuwa na muda? Nitakwambia, usijali, nitakupigia simu. Yaani kuonana ni muhimu hapa kwenye mimi. Simu sina, simu yenyewe nimeazima kwa wakala. Ah, sasa usijali, sikia, tukutane pale mgawani, Mida saa kumi jioni. Nashukuru da, da sana. Haya bai, uwe na siku njema. Naomba basi nikuombe hata kitu kimoja eh, naomba tu unibusu. Uwe na mambo, utatafanyika kesho kwenye simu ushamba. Kwa heri jamani.

ni rudi utoto ila wezekani. Huyo James mpaka sasa hajarudi tu? au hata hii laki moja au, na nusu ndio imtoe macho, aondoke na hii laki na nusu? Hapana, siamini macho yangu Hebu ngoja nimpigie simu Simon aje na mwenzie Jamali. E, Simon, njoo na mwenzie nyumbani kwangu. E, sawa. E, sasa hivi.